Natamani siku moja mm -hmm. Uh, yani, kuwa mwanasheria. Mwanasheria, kwa nini unapenda sana? sisi kwetu tuko watoto tisa watoto. Okay, wengi katika familia yetu wamesomea mambo ya sayansi. Mm -hmm. Lakini baba yangu aliuishi mtoto wake mmoja angekuwa mwanasheria. Mtazamaji wa Lizzy Media, bwana, nipo na mlembo hapa, tunaenda kupiga stori mbili tatu kuhusiana na swala zima la maisha. Uh, dada, mambo vipi? Poa. Nzima Sauti kidogo <laughs> <laughs> okay, kwa ajili ya mtazamaji wetu alizimidi, unaitwa nani? Naitwa Neema. Wewe ni mkazi wa wapi? kama kama, okay, ndio umezaliwa manake. Wewe msukuma? Jamani, kuna wasukuma wazuri hivi. Hebu tuambie bwana, kuna wadada wengi ambao wana wanakuwa na rangi kama yako, lakini baadaye wanaamua kujichubua. hadi sasa hivi hujajichubua kabisa. Hebu tuambie siri ni nini? Napenda rangi yangu <laughs> kuje kushashika kujichubua? Hapana. Hakuna rafiki bwana alisha kukwambia kwamba bwana, hebu Neema bwana badilisha mwonekano wako wapo? mm -hmm. ah, mm. Unajua, yaani maisha ya shule huwa tunakutana na changamoto mbalimbali mbali. okay. na marafiki uwepo wa aina mbalimbali mm na marafiki zangu wengi na wanafunzi wengi hasa wanapofika kidato cha tatu huwa wanakutana na mambo mengi mengi. Wengine wanatamani kubadilisha rangi zao mm -hmm. ili baadaye waonekane walembo na ni wengi wengi lakini, kipenda, kifanya, na ni wengi walijibadilisha, wengine walikuwa marafiki zangu, lakini hicho kitu mimi sikukipenda, ndio maana sikukifanya na wala sikushawishika na chochote. baada ya mwaka bwana mm -hmm. sitakutana na wewe utakuwa mweupe kabisa au tusitegemee hilo kabisa? Hapana, msitegemee ndo umekutana na boyfriend anakuambia, kwamba bwana, mimi nakupenda sana lakini sipendi rangi yako, unaweza kujichubua ili kumridhisha boyfriend? Hapana, siwezi wezi. Ndo unampenda sasa, ntavumilia <laughs> mm -hmm. Okay, upo kwenye mahusiano? Hapana. mm -hmm. na miaka mingapi? 16 16. Okay, um, na mabinti wengi bwana wakiwa na umri kama wako wanakuwa na changamoto hiyo. Kuna vishawishi vingi ambao wanakutana navyo, wanaamua kujiingiza kwenye mahusiano wakiwa na umri mdogo, lakini wewe hapo umetimia na miaka kumi na sita na unaonekana mashallah, mrembo kabisa na hujajiingiza kwenye masuala ya mahusiano. Hebu tuambie, unaepukaje vishawishi kama hivyo? Uh, vishawishi kama hivyo unaweza ukaviepuka kwa namna mbalimbali. hmm. namna ya kwanza, kuepukana na vikundi vibaya ma unajua wanafunzi wengi au mabinti wengi wanaingia kwenye mahusiano kulingana na vishawishi vya marafiki au vikundi walivyonavyo. Mm, pili mm, wazazi, yani malezi yanayopatikana kwa wazazi mm, au ndugu, watu wake wa karibu wale mm, ndio wanaweza wakasababisha hizo vitu. Pengine mm, pia mazingira yanaoishi watoto wengi wa, yani wanaokulia mazingira ya bar club nini, yani waga ni tabia zao hizo, wewe? Hapana. Unategemea kuingia kwenye mahusiano ukiwa na miaka mingapi? Pengine ishirini na tatu kupanda juu. Okay. Ndoto yako kubwa kwenye maisha yako ni nini? Natamani siku moja nije kuwa mwanasheria. Mwanasheria kwa nini? mm -hmm. Unapenda sana uh, ni yani, sisi kwetu tuko watoto tisa. okay. Watoto wengi katika familia yetu wamesomea mambo ya sayansi lakini baba yangu aliwishi mtoto wake mmoja angekuwa mwanasheria. mm. Kwaona mimi natamani sana kutimiza ndoto ya baba yangu mm. nije kuwa mwanasheria mm. anione nimevaa koti la sheria mm -hmm. na niweze kusimamia kesi mbalimbali. Unajua shughuli anazofanya baba yangu huwa anakutana nazo changamoto mbalimbali na anahangaika mm. kwanza kutafuta wa wanasheria, kulipa pesa kwao. Oh, siku mimi nikiwa mwanasheria na imani nitaweza kutotoa kesi mbalimbali ni njia gani ambayo utaitumia kupambana ili kuweza kutimiza ndoto yako, kwa sababu uh, kuna watu wengi ambao walikuwa na ndoto kama zako, lakini baadaye ziliishia njiani, na wewe ni binti ambaye huko, uh, mbeleni utakutana na vishawishi vingi sana. Ni njia gani ambayo utatumia wewe kupambana ili kuweza kutimiza ndoto yako? Uh, kwa, kwa kweli njia ambayo mimi nitatumia, cha kwanza kabisa nishachagua marafiki zangu mimi ni lazima wawe watu wanaoeleweka, na ni watu ambao wananishawishi na ni influence mimi nifanye vitu ambavyo vitaleta maendeleo katika kufikia ndoto zangu, yani short, niachane na vikundi vibaya. Cha pili kabisa nimepanga yani, nisome kwa bidii, na ni... yani, kwa bidii ni katika kitu changu nisiwaze mahusiano mpaka siku nitakapotimiza ndoto yangu. Uh, wewe una sali? Islam, ah, uh, okay. Wewe ni Mkristo. Maana mwisho kwenda kanisani ni nini? Jumapili iliyopita. Jumapili iliyopita. Okay. Uki, ah, ungepewa uh, nafasi ya kukaa kwenye Biblia, ni mtu gani ambaye anakuinspire pale kwenye Biblia ukisoma, okay. Unasema huyu, mm, ningekuwa mimi, hichi kitu kingenyooka. Kwenye Biblia mm. Mtu anaye mfalme eh Hebu okay, tuambie sasa uh, katika harakati za maisha, umemaliza kidato cha nne, uko mtaani, umeonaje mazingira mm -hmm. ya mtaani? Kwa kweli mazingira ya mtaani yana ugumu wake na pia yana uzuri wake mm -hmm. mm -hmm. Mtaani katika kipindi ambacho nimemaliza form four nimekutana na changamoto nyingi mm -hmm. kama unavyosema mabinti binti wa rika yetu huwa wanasumbuliwa na mambo mengi mm -hmm. na hizo changamoto nimekutana nazo, lakini najitahidi kukabiliana nazo mm -hmm mpaka nilipofikia hapa sasa. Lakini pia vijana wengi wanapenda kubweteka nyumbani katika hiki kipindi ambacho wamemaliza yani, wamemaliza shule yani. mm -hmm. Lakini mimi kulingana na familia yangu, nimeamua yani kufanya kazi ndogo ndogo. unajishughulisha na nini sasa hivi? Sasa hivi niko mgodini hapa. mm -hmm. Nawasaidia wazazi wangu kuangalia vitu mbalimbali mbali. mm -hmm. Mawe namna yanavyopondwa waoshaji kusimamia mpaka adhabu inavyokamilika na mambo mengine mengine mabinti na hata hao wanaume wenyewe. Kwa nini unasema kwamba ni ukosefu wa maadili? Kwa sababu wale wanaume wangekuwa wanajiheshimu na, na kuwaona hao mabinti ni wadogo saizi ya watoto wao wasingefanya hicho kitu, na pia hao mabinti wangekuwa na heshima wakawaheshimu hao mm, wanaume na kuwachukulia sawa na, na wazazi wao wasingefanya hicho kitu, okay. Lakini utakuta binti amelelewa tu vizuri nyumbani, lakini huko mtaani utakuta, pengine binti ni mtoto wa ustazi au mtoto wa mchungaji, lakini huko anako, yani anayoyafanya nje ni tofauti na ile ambayo amewafundishwa na wazazi wake. Hadi unajiuliza shida ni nini hapa. Umesema ni maadili, inawezekana kweli ni maadili, lakini pia pengine nje inasababisha magurupu, yaani ni magurupu mabaya pia na marafiki, okay. Kama umesema nyumbani mm. ni mtoto wa shehe, lakini akifika kule nje anafanya vitu vya ajabu. Yaani e maana yake mm. kwamba akitoka huko nje anakutana na marafiki mm -hmm. au watu wengine wanaomzunguka wenye tabia hizo ambazo mm. zinamfanya yeye awe na hiyo tabia okay. mm, na wale ambao wanatembea na ume za watu